Cleopa David Msuya alizaliwa Januari 14 mwaka 1931 katika kijiji cha Chomvu Sange wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro. Alisoma katika chuo kikuu cha Makerere Uganda, katika mwaka 1952 hadi mwaka 1955. Alifanya kazi katika sekta ya maendeleo ya jamii na ustawi wa vijijini. Kuanzia mwaka 1964, alishika nafasi ya katibu mkuu katika wizara mbalimbali mbali, zikiwemo wizara za maendeleo ya jamii na utamaduni mwaka 1964 hadi mwaka 1965, wizara ya ardhi, makazi na maendeleo ya maji mwaka 1965 hadi mwaka 1967, wizara ya mambo ya uchumi na mipango mwaka 1967 hadi mwaka 1970 na wizara ya fedha kuanzia mwaka 1970 hadi mwaka 1972. Alianza safari yake ya nafasi ya waziri alipoteuliwa na waziri wa fedha Februari 18 mwaka 1972 na, na kudumu hadi mwaka elfu moja mia tisa na sabini na tano akiendelea katika wizara mbalimbali kama vile wizara ya viwanda kuanzia Novemba 1975 hadi Novemba 1980 wizara ya fedha kwa mara ya pili kuanzia mwaka 1983 hadi mwaka 1985. Wizara ya mambo ya uchumi na mipango kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1989. Alirejea tena kuwa Wizara ya fedha kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 1990, na, na, na mwaka 1990 hadi mwaka 1994 alikuwa waziri wa viwanda na biashara. Alihudumu nafasi ya waziri mkuu kwa awamu mbili, ya kwanza chini ya mwalimu Nyerere kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1983, na, na mara ya pili chini ya raisi Ali Hassani Mwinyi kuanzia mwaka 1994 hadi mwaka 1995. Akiwa waziri mkuu mwaka Msuya alikuwa pia makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya rais Ali Hasani Mwinyi. Mwaka 1995 alikuwa miongoni mwa waliowania nafasi za urais kupitia tiketi ya CCM ambapo Benjamin Mkapa aliteuliwa na kushinda uchaguzi. Msuya aligeukia ubunge na kushinda katika uchaguzi wa mwaka 1995, na, na kuhudumu kama mbunge wa kawaida hadi alipostafu siasa Tarehe 29 Oktoba mwaka 2000. Baada ya kustafu aliendelea kuwa mshiriki hai wa CCM na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, neke Msuya aliendelea kushika nyadhifa mbalimbali, ambapo mwaka 2006 alikuwa mwenyekiti wa Kilimanjaro Development Forum. Oktoba 2019 akiwa na umri wa miaka 88 aliteuliwa na raisi kuwa mkuu wa taasisi ya ardhi. Msuya amefariki kidunia Mei 7, 2025 katika hospitali ya Mzena Dar es Salaam, akiwa na umri wa miaka 94. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe.